Ndugu zangu, mwaka huu tunaenda kwenye uchaguzi, lakini kikubwa tulichoachiwa na waasisi wa taifa hili, hayati Julius Kambarage Nyerere, tunu kubwa ambayo alituachia ni amani. Sisi kama vijana wa sisi kama vijana wa chama cha mapinduzi tunapaswa kuienzi amani ambayo tuliachiwa na baba yetu wa taifa Julius Kambarage Nyerere. Natambua nchi yetu ni ya mfumo wa vyama vingi, lakini ubaya wa vyama vingi vilivyopo kwenye nchi yetu ni vyama vya kukosoa pasipo kuleta majawabu. Na mmesikia hapa sasa hivi kuna watu wanaendelea na slogan yao ya no reform no election. Yaani watu wanataka nchi lakini tayari wanaanza kuvunja katiba ya nchi. Je, tukiwapa nchi itakuwaje? Na tusidanganyike. Yaani hakuna maisha ni miujiza. Yaani maisha ni hatua kwa hatua. Wao mambo ambayo anazungumza ni ya kufikirika na inatakiwa tuwaambie vijana wenzetu tuwa ambao hawana vyama na wale wa vyama vingine ya kwamba mambo ambayo wanayasema wenzetu wa upande wa pili ni ya kufikirika. Maendeleo ni mchakato, lakini hawa watu na hapa mfano mdogo tu wa mwisho ili niweze kumaliza mazungumzo yao, 2015 walipata wabunge sabini na mbili, mfano CHADEMA, wabunge sabini na mbili waliingia mwingeni, lakini walikuwa na mameya, walikuwa na wenyeviti wa halmashauri, lakini vile vile walikuwa na wenye madiwani, walikuwa na wenye viti wa vijiji. Unapokuwa na wabunge sabini na mbili, madiwani, wenyeviti wa halmashauri, mameya, wenye viti wa vijiji, wenye viti wa vitongoji, tunategemea tuone ya kwamba unaanza kuboresha taasisi yako ya chama, yaani tuone mabadiliko kwenye chama chako, ndugu zangu Wabunge wawili ukiwapa jukumu la kujenga ofisi ya mkoa ya chama ndani ya miaka mitano wanaweza, lakini wale wenzetu hawakuweza. Nenda hata Iringa mjini pale, mbunge alikuwa ni wachadema, meya alikuwa ni wachadema, madiwani wa kutosha, wenye viti wa serikali za mitaa wa kutosha, lakini hawakujenga hata ofisi ya milioni 30 ya mkoa. Sasa kwa hilo tu lazima mjifikirie. Je, hawa wana dhamira ya dhati? Tuwaambieni wenzetu ya kwamba e, mambo wanayoyazungumza ni ya kufikirika, lakini tuwaambie ya kwamba mwaka huu uchaguzi upo kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na si kwa mujibu wa matakwa ya chama chochote cha siasa.